Nataka watu wangu nikimaliza hiyo ni symbol test, kila mtu aenda atafakari. Wakati polisi inafanya recruitment, wanatangaza sub county hii watoto kumi; sub county hii tano, nini? Ukipiga toto Kenya mzima is about 1400 Ile siku ya passing out parade, wamaliza training wao, wanatoa watu wangapi? 7000 8000 ndio au wengine wametoka wapi? na wengine wakitoka ni mfupi kama nyundo hivi, lakini wakati wanachukuliwa kuna mbao ukiguza hiyo ukizipoguza hiyo mbao, ukipita chini unapitanga, unaenda uchukua vitu zako ukienda hati ni mfupi. Sasa hawa askari wafupi hata wengine niko na walitoka wafupi <laughs> Wale watu ambao wanafuata, maana sisi kama kama Kitale kama, kama, kama Bungoma, kama Vika, kama Busia, kama Kakamega, ile imetangazwa ndio tunapata tu kama ni 20, ni hiyo. Lakini kuna mtu ambaye nafasi zetu zimefichwa, ambao tunataka tupate kama 500, lakini unapatia 20 ili mtu mwingine aende ajaziwe. Let me tell you, kama nyinyi mnapata nafasi nyingi kuliko wengine you have stolen from some innocent community. That is the reality. Meiba, you have stolen. Like today tukiambia serikali ya Kenya itangaze ile majina wa walimu wa JSS ambao wa wale wote waweke kwa gazeti wote. It, it will, it will cause a revolution. I say this with heavy heart because countries kama Singapore Malaysia na nini that we keep on mentioning our jamaa in 1963 64 walikuja hapa Kenya school of government to learn about government how to run government. Walikuja hapa Nairobi na wakafunzwa. Now they are 100 times richer than Kenya. Sasa viongozi wetu ni kupanda tu ndege kwenda Malaysia, kwenda Singapore, kwenda kushangaa vile barabara zime, they have gone for benchmarking, you know, they go for benchmarking for two weeks. When they come back hakuna hata report. Wako, tuna mapicha kwa simu.